Moyo wangu ulikuwa umechoka vibaya. Nilijiona kama nina makosa, kama mimi ndiye shida, kama mimi ndiye niliyefanya wanaume hawa wote washindwe kubaki kwangu. Nilijiuliza kila swali lililowahi kuumiza mwanamke yeyote. Kwa nini wananiacha? Kwa nini wanachagua wengine? Kwa nini ninapendwa mwanzoni lakini baadaye naonekana wa kawaida sana kwao? Lakini nilichogundua ni kwamba wakati mwingine tatizo haliko kwa mwanamke tatizo liko kwa wanaume ambao hawajakuwa, hawajapona, hawajajijenga, hawajaweka msingi wa utu ndani yao. Nilipofikiria ninaanza kupata amani, ndipo nilikutana na mwanaume ambaye aliumiza kwa namna mpya. Mwanaume anayejificha nyuma ya upole, anayekufanya uhisi salama, lakini kwa ndani akiwa bomu lisilotabirika. Kama kuna kitu nilichojifunza kwa uchungu ni hiki: mwanaume asiyejitosheleza hawezi kukuona kama unatosha. Huyu hana kiburi kama narcissist, hana ukimya wa hatari kama opportunist. hana roho ya kukimbia kama bachelor. Huyu ana kitu kingine kisichoonekana, pengo la ndani, shimo lisilojazwa, upungufu wa kujiamini, hofu ya kutupwa, hofu ya kutotosha. Kwa nje anajionyesha mpole, anaonekana mtulivu, anaonekana mkarimu, anaonekana muungwana lakini ukikaa naye muda mrefu unagundua kuwa ndani yake kuna kivuli kinachomla, kivuli kinachomwambia hatoshi, hafai, hapendwi vya kutosha. Na mwanamume ambaye haamini thamani yake mwenyewe hawezi kuamini thamani ya mapenzi unayompa.